Za eh, iko namna gani kama wachezaji wamejiandaa kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Coastal Union? Ka, eh, Mshery karibu kuzungumza na sana, wanahabari. Shukrani sana. Maandalizi yetu yanaendelea kuwa vizuri kwa sa, sababu michezo ipo karibu, kwa hiyo maandalizi walimu wanaangalia kutokana na michezo jinsi ilivyo na tunafanya vizuri sawa. maswali kwa mchezaji na yote yote uliouliza hapo ni malengo, lakini malengo ya mwisho kabisa ni kuweza kuchukua ubingwa kwa sababu ndo kitu ambacho tumetoweka hapa na kitu ambacho tunakipambania. <coughs> <pili. tos> Da, kwanza tunaheshimu Coastal Union, wana wachezaji wazuri wazoefu, na ni timu nzuri ambayo inafanya vizuri hasa unapokutana na timu kubwa. Kwa hiyo tuendelee kuwaheshimu, na tahadhari ipo kubwa. Tunaenda kucheza kwa heshima, kuhakikisha tunaenda kuwakabili na kuchukua pointi tatu inshallah. mm, ukifuatilia msimamo jinsi ulivyo morali lazima iwe juu kwa sababu tunakimbia kwenda kutetea ku taji letu la ubingwa. Kwa hiyo morale ipo juu na tunapambana kwa kila mechi, sio dhidi ya Coastal, ni kila mechi ambayo utakuja mbele yetu ni mechi ngumu hmm. Hmm. Yeah, wasababu si ya tuseme inshaallah kwa sababu sichezi hivyo kwa sababu ya kosti tu, ila anacheza kwa sababu ya kuipambania timu ambayo naitumikiwa kwa kipindi hicho. Kwa hiyo nipo kazini na nitakapata nafasi nitafanya vizuri inshallah. Sheri, shukrani sana na niwatakie kila la heri. Asante sana.